Hujambo mtazamaji na karibu katika kipindi hiki cha Soka Moto. Soka Moto ni kipindi ambacho uh, nimeamua nikuletee live moja kwa moja, tutakuwa tu tunafuatilia matukio specifically ya soka, na hii ni runinga ya Majestic Digital TV. Mimi hapa uh, ni Penda Sporti Caxton Musyoka. Kwa hivyo tutakuwa tunaangazia mambo kadhaa ambayo yanaendelea. Nimekuambia kwamba tutaanza na hapa, hapa katika maeneo ya Mombasa County, sufuri sufuri moja, ambapo tujue ni nini kinaendelea. Kuna michuano ya shule za upili, yani tam two bog games ambazo zimetamatika wiki iliyopita, wakafika county level. Pia kuna Mombasa FKF. Tukitoka hapa mtazamaji, tuone moja kwa moja katika uh, kitengo cha juu kidogo, tuangalie Eh, Kenya Premier League pale ambapo tuliona Police FC walitawazwa kama mabingwa wapya, eh, na hiyo ni baadhi hayo ni baadhi ya mambo ambayo nakuandalia papa hapa katika kipindi hiki cha soka moto. Kwa hiyo mtazamaji, ningependa tu tuanze mambo ambayo yameweza kusikika sana akiendelea kwanza katika kaunti zote eh, 47. Kuna michezo ambayo inaendelea ambapo specifically nimekuwa nikifuatilia football na nika realize ya kwamba Ijumaa ya wiki iliyopita kaunti zote waliweza kutamatisha michuano hiyo na bila shaka, kwa sasa kuna mabingwa wale ambao watakuwa wanaenda katika michezo ya kikanda yaani regionals. Na tukianza hapa hapa Mombasa, mtazamaji ni kwamba michuano hii aa, ilikuwa katika shule ya upili ya Hamisi. Hapo ndo kumekuwa na ama, imekuwa ni venue ya Mombasa yote, nzima walikuwa hapo, sub county kadhaa walikuwa wamepatana hapo na niliweza kufuatilia sana tu kwa karibu, nikaona kwamba kuna michuano ambayo iliweza kuendelea katika uwanja huu. Kumbuka kwamba waliweza kufungua uh, ile michuano rasmi eh, tarehe 17 ilikuwa ni siku ya Jumanne, baada ambapo ilikuwa katika shule ya Hamisi. Viwanja tofauti tofauti, mtamaji, vilikuwa vinatumika kuchapa eh, michuano hii. Viwanja hivi ni kama vile Makande Primary, Makande Girls, Chuda Day School na pia kuna Chuda Primary Hamisi, Mombasa Baptist na Ronald Ngala. Hapo ndipo tuliweza kushuhudia kipute zaidi. Kwa hivyo, katika zile football kulikuwa na pool A na pool B katika upande wa boys, uh, kulikuwa na two pools, pool A ambayo ilikuwa inachezewa katika uwanja wa Ronald Ngala, mtazamaji, tulikuwa naye Moy Forces, Mwakerunge St. Charles na pia Tononoka. Uh, tukianza na hapa hapa Uh, upande wa Jomvu Changamwe constituency mabingwa ambayo alikuwa ametoka upande huu wa Changamwe alikuwa ni eh, Kajembe High School pamoja na St. Charles Luanga hao ndio alienda kuwakilisha eh, Changamwe sub county kule katika michuano ya county na pia pool B eh, ambayo ilikuwa inachezewa katika uwanja wa Makande Girls, tulikuwa na Kajembe, Serani, Shikadabu na Hadija. Upande wa Girls, uh, pool ilikuwa inachezewa pale Chuda Day pale Chuda Dei tulikuwa na Mwakirunge, Mekatilili, Mofosis na Changamwe Girls. Pole B ilikuwa ni chuda Primary, kulikuwa na Mishimboko, kulikuwa na Kajembe, Mamangina na Kachonjo. Kama umesikia vizuri umeweza kurealize ya kwamba eh, kuna shule mbili ambazo kuna shule mbili ambazo waliweza kupeleka both teams, eh, wanaume na pia wasichana, kama vile Kajembe High School ni shule ambayo iko hapa hapa Mikinani, ni shule ambayo, ambayo imeonyesha umahiri kweli, wameweza kupambana sana na bila shaka hatuwezi tukakosa kuwapa kongole na ongera wanakajembe kwa sababu wamefanya kazi ya ziada sana sana. Uh, katika upande mwingine Moi Forces pia wameweza pia kufanyika, wameleta wasichana na vulana kumaanisha kwamba bila shaka kazi wameifanya na walimu wamechapa hiyo kazi. Kwa hivyo, bwana mwalimu wa Kajembe, nasema shukrani sana kwa sababu wameandaliwa tu vizuri hawa na bila shaka sitakosa kushukuru Majestic kwa sababu wameweza kusaidia pakubwa katika kuimarisha ile timu ya Kajembe na kwa sasa, habari jema ni kwamba kutoka na bidii ya Majestic. Uh, Kajembe Majestic Red Sea Starlets wameweza kunua makali hawa wasichana mpaka watakuwa nakilisha kule regionals ambazo zitakuwa Mpeketoni. Niangazie serani. Serani kumbuka ni mabingwa wa watetezi ambao wameweza kuenda regionals mara kadhaa lakini waliweza kufungua mchuano wao, uh, na Kajembe. Na waliweza kupigana vizuri wakapinga Kajembe, kupigana siku ya kwanza, siku ya pili na pale siku ya tatu tulienda mpaka kwa semifinals eh. Kwa hivyo nikianza na semifinals, ni wengi walichuana, lakini ni ruhusu tu semifinals. Wale ambao walifaulu ni Tononoka, na Hadija au ni upande wa boys pia Moi Forces na uh, Serani ndio waliweza kucheza zile semifinals 1 na semifinals 2. Upande wa girls ma, Mama Ngina pia wakachuana na Moi Forces Kajembe wakachuana na Makirunge. Kwa Makajembe hawa ni Masimba, wanajua kulima mabao. Waleza kupatana katika semi finals wakapatana na wale Makirunge. Kumbuka Makirunge, mwaka uliopita hao ndio walikuwa wameenda, uh, regionals. Lakini wakaambiwa na Kajembe wapi? Kachini wakapigwa mbili sufuri. Kwa hivyo wakaweza kufaulu kuenda finals. Pia Moi Forces wakaweza kuwapiga wale Mamangina wakawatoa, kwa hivyo ikakuwa ni sa finals, upande wa wasichana zilikuwa ni Kajembe, mechi ilichezwa tu vizuri, amaikambhhe uh, ikaisha hivyo hivyo. Walicheza kivyao katika upande mwingine wa masimba. Finals za wanaume ilikuwa hapa ni Tononoka na uh, Serani uh, High School kwa hivyo swali ambalo niko nalo ni kwamba tumeshuhudia mechi ni nyingi, lakini kila mara uh, tuseme miaka mbili miaka tatu nyuma wamekuwa wakipatana na, uh, wakipata na, uh, Serani na Tononoka. Je, hizi timu zingine shida iko wapi? hawajajitahidi hawa kufikia kiwango chaka, je, cha Serani? Na kwa hivyo bila shaka tungependa tu tuone uh, ushindi na kama vile uh, tulikuwa tunapiga tu ngumzo hapa na director wangu na ku realize ya kwamba awama simba wa nini mo, wa tononoka wameweza kupigana kwa sasa. Kuna kipindi ambacho nimekuandalia wiki iliyopita na ukiangalia katika uh, YouTube channel yetu ya Majestic Digital TV utaona pale, tumekiita mabingwa wapya Mombasa. Pale ni pale ambapo tunapata kwamba Moyo FC wameibuka washindi upande wa Wasiana na, bila shaka tumekuwa tukishuhudia kwamba kuna wale ambao huenda kama vile ya kina Mwakirunga, lakini kwa sasa Moyo FC wakaibuka pale kidedena wakaweza ku, beba taji wakiwa nambari moja upande mwingine, Serani wamezoea, tumezoea kusikia tu Serani wameenda, lakini waliona moto sana kwa sababu walipigana moja bin moja mpaka wakaenda zile uh, matuta ya penati, na bila shaka wakapiga wote kumi na moja, moja peke yake akaweza kupoteza, na bila shaka golikipa kutoka Serani ndiye alikausha sana, lakini baadaye ndiye aliwapeleka nyumbani, akapiga penati akampiga nje, na bila shaka hapo Tononoka wakaingia kama mabingwa katika ya michuano hii mtazamaji, itakuwa katika shule ya Mpeketoni High School, kuanzia, bila shaka, na pale pale kupasha kila kitu. Endelea kunifuata katika mitandao yangu Kaxton Musioka, journalist, na pia Majestic Digital TV. Kwa hivyo wale ambao watakuwa nawakilisha kaunti ya Mombasa upande wa football eh, upande wa wanaume ni Tononoka akiwa nambari moja na Serani nambari mbili Upande mwingine itakuwa ni Kajembe High School na pia Moi Forces. Huenda mambo yakabadilika kule Moi Forces wakipatana na Kajembe kule. Kumbuka Kajembe wana zile hasira, wanataka kulipiza, sijui huko hali itakuwa namna gani. Kwa hivyo hizo uh, zote mtazamaji, ni kwamba imekuwa ni upande wa eh, wa uh, eh, county ball games Nyanjani zingine pia, kaunti zingine Kitui, Machako, sawa, wote wamemaliza, na bila shaka tutapatana kule uh, Kakamega, huko ndo kutakuwa na nationals, na mimi mwenyewe nitakuwa huko nihakikisha kwamba nimekuandalia kila kitu kwa uh, hivyo with that, utaniruhusu tu tu uh, ende moja kwa moja mpaka Mombasa FKF league county league nini waswa kinaendelea hapa katika kaunti ya Mombasa, kaunti ya sufuri sufuri moja FKF. Nakwambia mtazamaji ni kwamba mm, siku ya jana ndo wameweza kutamatisha le, eh, first leg ama mkondo wa kwanza umeweza kuisha pale ambapo wamepiga takriban, mm, mechi tisa na katika hizo kuna venye. Kwa sasa jenuali limejiweka upya, mtazamaji ni kwamba kuna kuna timu timu ambazo zimeonyesha kupigana sana. Nikianza na timu moja, niangalie pool E. Kumbuka pool hii ndo iko hapa hapa nyumbani. Mi nasema kwamba siku hizi tunaanza na hapa hapa nyumbani. Pool hii kuna kina Magongo, kuna Juve, kuna Majestic. Kwa hivyo wamejipanga tu hapo vizuri. Na ni kwamba, kuna timu moja ambayo tangu waingie waanze kutoka ile mechi ya kwanza ya pili ya tatu mpaka ya, ya nane ya tisa haijapoteza. Hawa ni masimba wa Magongo United. Hawa hawajapoteza mechi hata moja, ndio maana kwa sasa hata ukiangalia kwenye hiyo jedwali hapo ndo wameongoza wana Magongo kwa sasa. Kumbuka jana, siku ya jana tumekuwa na mchuano kali sana katika uwanja wa wayani kule Magongo. Magongo ameweza kupiga Majestic pia na pia Juve, wana Juve. Juve kumbuka ya kwamba hawa ni vijana wachanga, lakini kandanda na kambumbu wanaichapa vizuri. Waliweza kuchapa bodaboda eh, -boda, FC mabao 5-1 5-0 kunradhi 5-1. Kama kavajuwe bila shaka, kwa sasa wameshikilia pale nafasi ya pili na, na ndio wakamtumwa waatic nyuma kidogo, akaingia pale nambari namba 3, mtazamaji. Kwa hivyo kwa sasa pia wanabodaboda wamebaki pale ke nambari kumi, walipata point moja peke yake, na niseme nini, hii point waliipata kwa Majestic. Kwa hivyo kibarua kipo kwa Majestic kuhakikisha kwa kwamba labda wameweza ku, uh, ku pull up their socks. Eh? Ama namna gani? Kwa hivyo namba 4 tuko na wana regional sport sports pia, tuko na Nyali Strikers wanafuata pale, Talanta Sportive, Reggae Boys, Coastal Kings, Volcano na pia bodaboda pale mwisho. Kwa hivyo kwa sasa wako likizo. Tumeenda first leg imeisha. Kwa hivyo tumeenda tu likizo ya two weeks. Kwa hivyo kwa hapo two weeks, kila um, mkufunzi, coaches na pia captains, ma, player, wameona sisi tu, tumekuwa tukilegea wapi, ni wapi tunafaa kurekebisha, ni wapi tunavaa tu. Kwa hivyo tunatarajia kwamba tukirudi e, ku resume hiyo second leg kutakuwa na mabadiliko makubwa kama wale wanabodaboda labda watajikaza, na pia kumbuka kwamba kwa sasa kila timu Uh, maoni yake ama mapenzi ya kila timu ni kuja na wasipigwe. Kwa hivyo what matters ni after umeenda pale nyumbani, after mmekaa chini, ni nini haswa mmesema na after mmeambiwa really to correct. Kumbuka ya kwamba nikisema hivyo, mwana Majestic nikizungumzia sana Majestic hajaweza kupoteza mchuano hata mmoja akiwa nyumbani, lakini kumekuwa na uh, tashwishi kidogo Ma, magongo ame win zote akiwa nyumbani na akiwa away. Kwa hivyo Majestic pia uh, kumbuka Bwana David Musi ameshikilia rekodi yake kwamba akiwa nyumbani hawezi pigwa, lakini nini aswa anastahili kufanya? Nafikiria kwamba akijaribu kutoa hizi sare hizi draw anapata akiwa nyumbani, labda anaweza sema the worst, inaweza pata nikiwa pale away naweza pata ni E, ni draw, lakini ikiwa nyumbani ni, ni must win. Nadhani hiyo ndio ile kauli Magongo amekuwa nayo na bila shaka wanazidi kuongoza sana. Nilikuwa naangalia those other pools eh. Kumbuka kuna uh, 50 teams which are divided into five in five pools, kila pool iko na 10 teams na kwa hizo zote upande huu wa Magongo ndio ameongoza kwa na alama nyingi sana, kwa hivyo bila shaka na maanisha kwamba nasema kwamba wanajaribu na kama ukiona matokeo ndio yanasema kila kitu. Kwa hivyo bila shaka mtazamaji, hapo niruhusu tu nifike tu hapo, kwa sababu hapa mambo ni mengi, mambo ni mengi sana. Upande mwingine, tuende kwa nini hii tuite Kenya Premier, KPL, Kenya Premier League. Nilikuwa napiga gumzo na wanakogalo pale, tukiwa pale maeneo ya Kasarani na walikuwa wanasema kwamba bwana, tumezoea kubeba hizi vitu sisi, ni akina nani? Lakini kwa sasa Kumbuka kwamba Police FC wanasema kwamba kwa sasa wamekubali, wa, wa, wa, wa, wa, wa kuishikilia ama kuivunja ile rekodi. Kwa hiyo Police FC wameweza kuvunja rekodi na wakapata lile taji. Kwa hivyo si, siku ya jana uliwe, uliweza kuwaona pale wakipewa zile zawadi, kikombe na pia kuna mazawadi kadhaa kadhaa ambazo waliweza kuzipata pale. Kwa hivyo hiyo ni habari jema kwa wanapolisi, na ni vizuri tukasema kwamba kwa sasa tunajaribu kuvunja zile rekodi, kwa sababu hata ukiangalia kule kwa kaunti, tumesema nini kwa, m, wana waite seran tunonoka, wameweza kuvunja ile rekodi, wakasema sahii wanaibuka kwa hivyo, kwa sasa tuseme ya kwamba tuko na washindi wapya. Kwa hivyo hata hapa upande wa wa World Club Uh, FIFA Club World Cup labda Man City ndo mabingwa watetezi wakiachilia tu time hivi itaenda kwa sababu unaona sasa hivi wameamua ni nini ni washindi ni wapi mtazamaji. Tutoke tu hapa Kenya kwa sababu nimesema kwamba uh, baada ya kutoka nyumbani tutaenda moja kwa moja tuingie kwenye Afrika Mashariki uh, East Africa. Wiki iliyopita tulishuhudia mechi kadhaa ambazo zilichezwa pale Dar es Salaam kwa Mama Samia. Dar es Salaam Tanzania ni Sekafa, women Uh, senior, uh, super league uh, ilikuwa inaendelea pale. Kumbuka kwamba ni team, kulikuwa na takriban uh, timu kadhaa ambazo zilikuwa zinashiriki na katika hizo timu nimeamua tu, acha tu nifuatilie. Nilikuwa ange pale, nilikuwa nafuatana uh, pamoja naye Beldin Odemba. Huyu ni uh, mkufunzi wa ama coach wa timu ya Harambee Starlets na niliweza kuandamana nao pale na mechi nikaziona ni venye Kenya walicheza ni, nisema kwamba Kenya ni timu ambayo Harambee Stars eh, wameweza kushikilia rekodi tangu waanze ile michuano. Mechi zao zote nne tatu hawajapigwa, lakini maajabu ikatokea hapa katika e, mechi yao ya mwisho wakiwa na menyana thid ya Tanzania. Kumbuka timu zote mbili zilikuwa na rekodi sawa, Kenya Harambee Stars hawajapigwa, Tanzania hawajapigwa, lakini wote wakaja kupatana kwenye zile fainali. Mechi ya kwanza ya Kenya waliweza kupambana na Burundi waka, Kenya 4 Burundi wakapata 0. Hiyo nilikuwa ni Jumapili ya tarehe kumi na tano. Tukaenda mechi ya pili uh, second match ilikuwa ni Kenya versus Uganda, Kenya wakapata mabao ma manne bin sufuri kwa Uganda. Hiyo ilikuwa ni Tuesday ya tarehe kumi na saba, match 3. Match 3 ilikuwa ni Kenya versus South Sudan Kenya 4 South Sudan 0, kwa hivyo bado Kenya inazidi kushikilia ushindi wake. Kwa upande mwingine wa Tanzania pia hawakupigwa lakini hao wote sasa wakapatana kwenye zile finali. Hapo ndo ilikuwa uh, kipute sasa kikali na jambo la kuhuzunisha sana ni kwamba Tanzania waliweza kupata ushindi wa bao moja. Na hili bao moja ilikuwa ni on goal. Kwa hivyo Kenya waliweza kujifunga na game ikaisha hivyo hivyo. Kwa hivyo tuliweza kuwashuhudia pale Tanzania kwa sasa ndio mabingwa watetezi lakini, wanasema kwamba eh, ilikuwa ni ulikuwa ni mchuano ulikuwa mkali sana. Huyu difenda kutoka Kenya ambaye ni Enes Mango ndio aliweza kupiga ile on gol, alikuwa anajaribu kutoa ile ngoma, lakini Kenya wakajifunga na mchuano ukaisha hivyo hivyo. Lakini kijumla ki, ki, nilikuwa naangalia tu napiga gumzo na yule eh, rais wa FKF Bwana Hussein alisema ya kwamba Uh, ilikuwa ni funzo. Yani, Kenya wamejaribu kuonyesha kwamba yes wanaweza, na bila shaka waliweza kuonyesha. Uh, game yao ilikuwa hali ya juu sana. Kwa hivyo tunatarajia uh, mwaka ujao ama msimu ujao itakuwa ni kali sana, itakuwa ni moto sana. Kwa hivyo hapo ni tumetoka, tumeanza hapa hapa Mombasa, tukaenda moja kwa moja mpaka kitaifa, na pia tumeenda East Africa, bila shaka kwa sababu ya kwamba upande wa Premier sahii wako kwenye mapumziko na pia pale wanafanya nini wanajaribu wewe enda hapa, toka hapa, ingia hapa. Kwa hivyo tunatarajia ya kwamba tukirudi Liverpool, sahii wanaendelea kusikia ile warmth ya kile kikombe, lakini tukirudi wakuehange, kama umeona venye sahii ma-signings zinaendelea Arsenal, Manu, Chelsea, City, hapa na kuambia ya kwamba tukirudi uh, next season ikianza itakuwa ni moto wa kuotea mbali. Kwa hivyo wale wa next season be ready. Wale will never walk alone saa hii sijui kama itakuwa ni kutembea peke yako. Wale wa forest uh, mtajipanga. Kwa hivyo itakuwa ni mechi ambayo haitabiriki, itakuwa unpredictable. Kwa hivyo bila shaka, kaa hange na tafuta jezi ya, ya, ya timu yako bana. Hatutaki hiyo mambo ya kukuja hapa mkipiga unakuja hapa na first, tafuta timu jezi ya timu yako. Mtazamaji, nikwambia kwamba tunapoendelea kujitayarisha pia Majestic Sports Arena wanaendelea kukuandalia eh, stadium bomba sana ya kuwatch zile game hapo kwa hivyo kama iwapo utaweza kufaulu kupata nafasi ya kufika pale kwa ngombe upande wa Mikindani, Majestic Sports Arena pale imeandaliwa. Siku hizi nimekuwa nikitakambi hapo, nione labda ni nini wanaendelea ku renovate. Kumekuwa na ile, wameweka wifi, wameweka AC kila mahali, bench zimetengenezwa tu vizuri, kwa hivyo ukipata nafasi, hapo tutakuwa tunakuandalia michuano kadhaa. Hata hizi eh, FIFA Club World Cup tumekuwa tukizionyesha hapo, kwa hivyo bila shaka tutaona mambo itakuwa namna gani? Kwa sasa tu mtazamaji nipate, itakuwa napata tu likizo nipate tu kopo la maji, lakini tukirudi tuingie kwa FIFA Club World Cup. Karibu tena mtazamaji, nimepata kopo la maji pia. Uh, na nimepata tu pumziko nikikuandalia, tunasema kwamba kwa sasa tunapaa angani moja kwa moja kutoka hapa Kenya Mombasa mpaka United States. Huko ndiko mechi ambazo zimeandaliwa za ajabu sana FIFA Club World Cup na nakuambia kwamba Man City kwa sasa anaendelea kuenjoy utamu wa lile taji tangia pale alipoipata mwaka wadi, pale Disemba 2023, finali, akaipiga na Fluminense, akampiga 4-0 mwana Fluminense kwa hivyo sasa Uh, tuone hali kwa namna gani. Tumeshuhudia vipute kadhaa wa kadha zikiendelea pale mana, mana Chelsea akipiga mtu Man City akipiga mtu, kwa hivyo nisema kwamba kwa sasa uh, kumbuka ni takriban uh, 32 teams ziko pale, wanaelewa kupigana na itakuwa ni tangia pale waanze uh, ni ile group stages, mnacheza hapa mnacheza mara mbili group stages, then from that watakuwa na penya moja kwa moja kwa zile sasa kuna venye hizo poles zimefuatana pale uh, tuone hali itakuwa namna gani, lakini before that tuangalie leo usiku kumefanyika nini. Leo usiku kumekuwa na mechi kadhaa kadha wa kadha ambazo zimechezwa leo usiku wa kuamkia leo. Kumbuka wamekuwa pale mechi nyingi sana tumeshuhudia mwana jioni, good pole, kila pole kuna eh, seno, kuna timu dogo kama vile kina manu kuna siwaoni like, uh, siwaoni siwaoni hapa, nikiangalia naona Man City, naona Chelsea k. Bila shaka hawa wengine ni kwenu, sasa mjitetee, mjali itakuwa namna gani. Najua ya kwamba nikisema hili linauma wengi, lakini itabidi kubali. Kwa sasa the standing is now mtazamaji, ni kwamba pool A, uh, kuna wale ambao wameongoza pale four teams each pool, eh? Pool A sijui kama ni nyingi lakini Tutajaribu kuangalia angalia tuone akina nani ameongoza nani ameshikilia kwa pool M tuna maji uh, kwa sasa number 1 imeweza kushikiliwa pale na Palmeiras. Kumbuka Pal Palmeiras aliweza, tunaye Inter Miami FC, huyo ako na 4 points, pia tuko na Porto number 3, na pia Al Ahli FC ako na 1 point. Hiyo ni pool M. Pool B tunaye Botafogo ameshikilia pale ajalus eh, mechi zote mbili akona 6 points. Uh, pia akona PSG akona 3 points. We have Atletico Madrid akona 3 points uh, pia upande mwingine tunaye Seattle Sounders huyu ajapata ushindi hata moja, kwa hivyo akona 0 points. Tukienda katika group um, group C standings group C tuko naye bwana Bayern Munich ameshikilia pale akiwa na 6 points. Tuko na Benfica akona 4 points pia tuko na Boka, Boka, Boka Juniors, kona 1.0 point na pia tuko na Auckland. Auckland ameona usiku mrefu. Auckland amepigwa na Bayern Munich eh, 10 goals. Kwa hivyo ilikuwa hapo ni kipa peke yake ndo alikuwa amebakisha kupata goal lake. Kwa hivyo bila shaka hajapata point hata moja. Yuko number 4 katika ile pool C. Pool B tuko naye eh, Flamengo. Ame kona points sita. Chelsea amemfuata pale, kumbuka kwamba Chelsea aliweza kupata 1 win. Man City naambia wana Chelsea ya kwamba we are the big teams, eh, in, in the world we are the big, big teams. Kwa hiyo a wale wengine wanajiita wakubwa, wangoja kidogo na tuweze kuwasikia hapa. Najua ya kwamba nilikuwa najiuliza kwa nini michuano ya Chelsea, watu ni wengi pale katika Majestic Sports Arena pale kwa ile hall, na ni kaeleza ya kwamba walikuwa ni wengi. Uliona watu wa Man U, watu wa Man City, watu wa Arsenal, watu wa Liverpool walikuwa na machungu. Kwa nini walikuwa na machungu? Nilikuwa nafanya uchunguzi, lakini kumbe walikuwa nataka mwana Chelsea apigwe. Lakini Chelsea ni nani? Akasema hapa haiwezi. Kwa hivyo so, najaribu na kuangalia, mbona kuna game za Man City, game za Chelsea, mafans wanagaa kwa wingi. Arsenal, Man U, kwa nini mko na wivu? Kama mngejua ya kwamba nyinyi ni klabu kubwa, mngeingia pale mpambane. Kwa hivyo so, bila shaka nasema kwamba Man City zake zote mbili amewin. Chelsea amelose moja, lakini eh, najua tunaenda kujituma, tunaenda kwa knockouts eh, na bila shaka itakuwa ni kupigana kwingi ni sana. Kwa hivyo wale wengine jamani, tu, tujaribu, tu kujituma, tuma tuone, tungojee, tu next season kama kawaida, na Arsenal uh, nilikuwa nimefika group G standing eh, group G kuna wana Juve Juventus uh, 6 points Man City 6 points, na nadhani hapa ni goal difference uh, pia tuko na Wydad 0 na Eh, eh, kuna wengine hapa namba 4 ambaye ameshikilia pale, uh, Wydad wako namba 3 then Alyan wako namba 4 eh, group ya mwisho ambayo ni group H kuna Real Madrid 4 points, tuko na Red Bulls 4 points eh, tuko na Al Hilal 2 0 points na pia tuko na Pachuca wako na zero points. Kwa hivyo hivyo ndio kipute eh, kiko kwa sasa. Mtazamaji ni kwamba after kupigana kupiga two matches utakuwa sasa una unaenda kule kwa zile knockouts, na pale ambapo ukipigwa kwa knockout, kumbuka kwamba ukipigwa bila shaka ni kuona nyumbani. Kwa hivyo ni nani atakuwa anatetea ushindi wake, tuone itakuwa namna gani. Kwa hivyo anasema kwamba kutoka hapa tunaenda kwa eh, the knockouts. Eh, tarehe 26 ndio itakuwa siku ya mwisho ya group stages 26 itakuwa ni siku ya mwisho nadhani hii wiki itakuwa ni siku ya mwisho ya group stages, eh, tutakuwa tunavuka moja kwa moja na tuingie Saturday ambayo ni date 28 mpaka tarehe moja. From Saturday to Tuesday. From 28th to first, itakuwa ni round of 16, ambayo ni itakuwa inaanza rasmi round of 16. Kwa hapo, kumbuka, hapo, hapo ni knockout Ukipigwa ni quarters. Uh, pia na semi finals itakuwa ni Tuesday 8th na Wednesday 9th. Hapo ndio kutakuwa na quarter finals ala, eh, kutakuwa na semi finals kuenda the, alafu sasa finals itakuwa ni uh, July 13th. Hiyo itakuwa ni tarehe ngapi? Itakuwa ni Sunday Sunday July hapo date kumi na tatu hapo hapo ndo tunaona kama itakuwa ni Man City dhidi ya Chelsea ama itakuwa ni Real Madrid. Kwa hiyo tutakuwa hapo, tufuatilie. Nikuambia kwamba kwa hizi na kwa haya mambo ya, ya sports na mengine mengi specifically mtazamaji football, endelea kuungana nami hapa katika runinga ya Majestic Digital TV. Kila wiki kuna makala ambayo tutakuandalia hapa ya soka moto, soka kweli ni moto, lazima tuangalie hapa kwetu Mombasa kumbuka kwamba tunasema kwamba Majestic, the aim of Majestic ni kukuza zile talanta za mtaani. Tutaanza hapa hapa, tuhakikisha kwamba tumekujuza ni nini kinaendelea mtaani, tuende Kenya, tuende Afrika Mashariki na pia tupande mpaka dunia nzima, tuhakikisha kwamba we have kept you in the know. Kumbuka kwamba kwa sasa div, uh, div warembo wa Majestic Red Sea Starlets wako kwenye wale mapumziko, wanaendelea kujiandaandaa, naona wameanza kurudi mazoezi. Kwa hivyo, kuna habari, kuna makala naendelea kukuandalia, tujue ni vipi wamejipanga, kwa sababu uh, season iliyopita, uh, msimu uliopita waliweza walipomea tu kidogo kuenda katika NSL lakini Taita Queens wakawaambia, uh, sisi ni akina nani? Wakawatoa. Kwa hiyo Taita wakapanda pale juu, eh, Marine Queens wakapanda pale juu na pia Diani wakapanda kwenye ile NSL. Kwa hivyo kwa sasa Majestic Grand Stars wanarudi kwa mpigo. Nilikuwa napiga gumzo naye Bwana Titus Wanjala na akaniambia kwamba kwa sasa amejipanga. Eh, kipindi the next uh, show, mtazamaji, eh, nitakutafutia coach tujue labda anasema nini, mambo itakuwa namna gani eh, hali itakuwa ni safi ama kutakuwa namna gani? Kwa hiyo bwana Titus Wanchala, tumekuwa na, team team manager ambaye ni Albert Opondi ameniambia kwamba kwa sasa wanakuja kwa pigo sana. Kama kuna wale wanafanya new signings wajipange, kwa sababu kwa sasa hakutakuwa na kuharibu wakati. Ni Majestic red sister let's piga watu twende NSL tuone mambo itakuwa namna gani. Nikimaliza maliza za mtazamaji, nasema kwamba si michuano hii, nimekuambia nini? Habari jema ni kwamba kumbuka kwamba Majestic uh, Majestic Sports Arena tuko pale pale Mikindani kwa ng'ombe, hapo tumekuandalia, eh, a very nice stadium ya kuwatch hizi game. Kuna a very mascreen kubwa, kuna there are very nice screens za kuangalia pale. Kumbuka kwamba ukiwa pale kama unataka kuona ma updates, kuna wifi na pia kuna AC. Mombasa tunajua ni, ni, ni mambo kuna joto eh? Ni eneo la joto, lakini kwa sasa hapo ukiingia pale kuna AC iko sawa, benchi zimetengenezwa tu vizuri, utakuja tu utulie, hakuna kelele. Tumesema kwamba karibu nyinyi wote. Kuna baadhi ya mechi ambazo tutakuwa kwa sababu tunakupenda wewe na tunataka ku Kukip on know how, kuna zingine tutakuwa tunakuonyesha tu kama offer zitakuwa tu, ni unakuja pale tunajiajo, tunapiga stori, haulipi chochote. Kuna zingine, kuna mechi kubwa kama vile wengine hawataki kusikia kama vile the blues wakicheza, Chelsea Masiti wakicheza, kuna timu kubwa tutakuwa tuna, unalipa tu eh, forty bob ama fifty bob, na hapo michuano itakuwa ni safi. Kuna zingine tu nasema Uh, tutakuwa tunapea tu kama tu ofa unalipa 10 bob ama 30 bob, then tutakuwa tuna watch tu pamoja, tunapiga tu story. Kumbuka ni, ni stadium imewekwa ina very nice place, iko kwa gorofa, hakuna makelele, kuna wifi na pia uh, kuna AC imetulia tu vizuri kwa hiyo tunasema nini, karibu sana katika Majestic Sports Arena, hapo uta, utaweza kuenjoy mtazamaji. Kwa hivyo bila shaka niseme shukrani sana kwa uh, wewe kama mtazamaji kukubali kuandamana nami kutoka pale tulipoanza hadi sasa nikifika tamati. Nikwambia kwamba next week ama hii weekend ijayo, mtazamaji, kuna mambo bomba naendelea kukuandalia nikiandamana hapa na mkubwa wangu ama director wangu bwana uh, Mr Moses Baya. Tumekuwa naye tukipiga gumzo, tunaenda hapa tukifuatilia kila kitu ambacho uh, kisport kinaendelea. Kwa hivyo bila shaka tungoje tuone kuanzia hiyo wiki ijayo kule Mpeketoni, Lamu tutaweza kufika kule tukuandalie hizo zote, tukuwekea kwa meza, na mwisho tutakuwa na tunaandamana moja kwa moja mpaka kule Kakamega tuone finals nani ataibuka kuwa mshindi, kwa sababu mshindi atakuwa na penya moja kwa moja kwenda kule Rwanda kuweza kushiriki kwenye yale ile michuano. Kwa sasa niseme kwa heri, hii ni Majestic Digital TV, imekuwa ni soka moto, ukiwa nami Paxton, mwana msioka.